Sikia hivi watu labda wanataka kufahamu hii timu, timu ya wapi ambayo inakwenda kumenyana na mnyama e, eh, kutoka Eswatini mm. ukiangalia okay, timu kutoka Eswatini Swatini. mm. ukifuatilia okay, vizuri, nimefuatilia vizuri, uh, ligi yao si ligi ambayo ina upinzani mkubwa sana, na si ligi ambayo ina, ina zile timu ambazo naweza kusema zimefanya makubwa sana kwenye soka la Afrika, bado wanajitafuta na ni miongoni mwa ligi ambazo bado timu zao ziko chini sana kwenye ishu ya uwekezaji. Ni timu chache ambazo mara kadhaa zimekuwa zikitokea kwenye haya mashindano, na kila wakati ambao wanakuja kushiriki haya mashindano huwa wanatolewa sana kwenye raundi za kwanza. Hawana ushiriki wa moja kwa moja ambao huwa wanakuja kwenye hatua ya makundi e, labda raundi ya pili? Hapana, huwa raundi ya kwanza tu ile wa wanatolewa, na ni kwa sababu bado wako chini sana kwenye ishu ya uwekezaji hata timu zao wachezaji wengi sana ni wa pale pale, hawachukui wachezaji wengi kutoka mataifa mengine ambao anapelekea ligi yao kutokuwa na ushindani kiasi kile, kwa sababu muda mwingi uh, nchi yao kidogo mambo ya machafuko nini, ligi huwa yani sio imara tofauti na mataifa mengine. Kwa hiyo kwa mpinzani ambaye ambae anakutana naye kama Simba ni advantage kwa sababu Simba kwenye ligi hii ame, ameweka daraja lake, lakini pia kwenye haya mashindano kuna namna ambavyo anajua kuyacheza. Nadhani ha, hakuna machafuko kule Swatini, lakini labda ni ishu ni uchu, ishu ya uchumi wao ee ee hauko hau, hau imara kiasi kile. Kwa hiyo anaenda kucheza na Simba ambaye ukimwangalia uki, hata kama anapitia wakati mgumu lakini bado ana, ana daraja lake la kumzungumza. Kama Simba inawezekana akapitia zile nyakati za kuanguka kuamka, kuanguka kuamka, lakini bado kila ambacho huwa anakitafuta kwenye haya mashindano ya ligi ya mabingwa huwa anakipata. Kwa Simba ni advantage kwa sababu tayari timu ambayo anaenda kukutana nayo si timu yenye daraja hilo, timu ambayo ina wachezaji ambao unaweza kusema wanaweza kaenda kumpa upingamizi mkubwa sana Simba, japo mpira tunabaki kuheshimu, lakini kwenye daraja la makaratasi unasema Simba ana advantage kubwa sana kwa sababu bado timu ambayo anaenda kukutana nayo kwenye haya mashindano ndo kwanza inaingia kuliona soka la Afrika linaendaje. Kwa Simba bado ni advantage, mimi naona anaweza akasonga mbele FM